We mi ni mwanangu mwanangu toka so, alivyozaliwa hadi saizi ana miaka mingapi? alafu unaniambia jana, na maana we na mimi tumetangana mwezi wa kwanza. We mzee jishikilie, we we mzee jishikilie, we wana watangazaji maruhusu kuua. ya kuzungumza na wazazi wa binti ambaye sasa hivi ana umaarufu mkubwa sana katika mitandao ya kijamii amepokelewa vizuri kabisa na jamii ya Tanzania. E, hapa ninazungumzia binti anayekwenda kwa jina la Pipi Jojo. E, nakumbuka siku ya jana tulifanya mahojiano na baba mzazi e, wa Pipi Jojo ambaye ni mzee Omari kama unavyomuona hapo, lakini tumeona maoni ya wadau wengi sana wameshauri kwamba tumtafute pia mama mzazi naye pia kwa sababu naye pia yuko hai. Kwa tumemtafuta pia mama mzazi wa Pipi Jojo naye pia aweze kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Tumehangaika tokea asubuhi eh, kwa ajili tu ya kuwakutanisha, maana ilikuwa ni ugomvi wa hali ya juu eh, historia ya familia yao mpaka kuja kufarakana eh, atasimulia mama mzazi mwenyewe, lakini kitendo tu cha kuwapata wakae hapo pamoja, kama unavyoona, ilikuwa ni mtiti kweli kweli. So moja kwa moja tunataka tuzungumze na mama mzazi wa Pipi Jojo. Eh, habari za saizi mama salama. Eh, pole sana na majukumu asante. Vile vile pole sana kwa eka, eka utusamee sisi vijana wako bwana, kukuweka hapa sasa hivi. Nisha eh, nishawasamee najua na nyinyi vijana mpo kazini. Ndio. Sasa mama, bwana kwanza kabisa, tungependa ujitambulishe kwamba jina lako ni nani, unajishughulisha na nini, na wewe ni nani kwa Pipi Jojo. Kwa majina mi naitwa Sara, mi ni mfanyabiashara tu ndogo ndogondogo. Wewe ni nani kwa kwa Pipi Jojo? Pipijojo mimi ni mwanangu, na ilo jina la pipijojo ni jina la usanii, ila jina nililompa mimi anaitwa Janeti. hmm. Naam, hebu tuelezee kidogo ukiwa kama mzazi eh, kama mama wewe ndo umemlea eh, Pipijojo. Hebu tuambie Pipijojo yeye alikuwaje katika ukuaji wake, maisha yake alikuwaje wakati bado mdogo? Kiukweli Pipijojo nimemlea kwa mazingira fulani hivi, kwa sababu nilivyojifungua yule mtoto babake akamkataa na akatuacha kabisa nyumbani, yeye akaondoka. Nimkataa wapi wewe? Uh, mama mtu ndo anasema kwamba ulimkataa. Hebu ngoja kwanza, punguza jaziba mzee Omari. Eh, tuzungumze kwanza na mama then tutakuja pia kwako mzee Omari, tuzungumze mali matatu. Hebu tuambie sababu halisi ambayo, eh, wewe kwanza, maisha yako wewe na mzee Omari yalikuwaji? Uh, kipindi cha mwanzo mwanzo wakati tunaoana tulikuwa vizuri lakini baada ya hapo mwenzangu alipopata hela akaanza kuingia kwenye makundi akawa mlevi, yani akawa ileweki. Mwisho wa siku akatukimbia nyumbani, na akamkataa na mtoto akasema sio mtoto wake, lakini mimi nimemlea tu kwa uwezo wa Mungu hadi pale alipofikia. Lakini leo katika pitapita pita zangu na mimi nikakuta watu wanazungumzia Pipi Jojo, Pipi Jojo, nikasema kuna nini huko, labda niingie Nashangaa na huyu babu naye sijui kaibuka sijui katoka wapi. Anasema yeye ni mtoto wake, sijui apendezeo na anachofanya. Na wakati kile kitu anachofanya yule mtoto ni mimi ndo nampa ruhusa. Na yule kijana aliyenaye lazima aje niambie bwana mimi nataka nifanye hiki na hiki, mimi ndo naye toa ruhusa na mimi ndo niliyemlea yule mtoto, mimi ndo na ujua uchungu wa yule mtoto. Na anafanya hivyo vyote kwa ajili ya kunisaidia mimi mama yake. Mama Pipi Jojo, kabla tujafika mahali, hebu tuambie kwanza tuanzie Eh, mwanzo kabisa sababu haswa ambayo ilifanya wewe eh, na kwanza kwa nini unahisi kwamba Mzee Omari alikataa kwamba Pipi Jojo sio mwanaye? Mi najua kwa sababu si alikuwa na watu wake wengine, alikuwa na wanawake wengine huko, na isitoshe mimba ile wakati nashika yeye yeah, alisema nisizae. Minikasema, mi nikasema mi umri wangu bado, niache nizae, basi tuzae mtoto wa mwisho yeye, yeah, akawa amekataa. Kwa kweli mi yeye yeah, alivyokataa mi nikafanya ninavyojua mi mwenyewe. Mwisho wa siku, nilivyoshirikiana naye nikapata ujauzito, nikaja nikamwambia, akakataa, akasema huyo mtoto hata kama akizaliwa huyo sio mtoto wangu. Lakini mi nina uhakika mtoto ni wa kwake, na kwa vile alimkataa basi nashangaa leo mwanangu leo anakuja kuwa mstar, anaonekana anaibuka tena, nasema sijui apendi, apendi. Sasa mi nashindwa kumwelewa hapo, labda mnisaidie nyi waandishi Mama mama, Pipi Jojo, hebu tuambie vizuri bwana, kwa nini, kwa nini kwa nini unahisi kwa nini kwamba mzee Omari alikuwa hataki kuzaa na wewe yeye? Yeah, alikuwa anasema mi umri umeenda na yeye yeah, awezi akazaa na mimi tena sasa. Na labda kwenye Pipi Jojo sasa, tukija, tukimzungumzia binti yako binti yako bwana, kipaji alianza kukionyesha akiwa na umri gani? Mwanangu mi ameanza kukionyesha kipaji akiwa na miaka kumi na mbili alikuwa anapenda sana kuigiza muda mwingine utakuta tu anajichezea ya peke yake hivyo toka na miaka kumi na mbili. Na dini nyinyi ni tofauti eh? Tumeona wee unaitwa Sara ni mkristu eh, lakini mzazi eh, wa kiume wa binti anaitwa Omari eh, swala la dini lilikaje kaje kwenye mahusiano yenu? Sasa so, tunajua si wanawake muda mwingine tunakuwa vingang'aniza, hata wazazi wakiongea huwa hatusikilizagi sana lakini mi alivonishauri kusema nibadilishe dini kiukweli, niligoma nikaendelea na ukristo wangu. Nikamwambia kama nimekupenda, we endelea na dini yako na mi naendelea na dini yangu, lakini watoto wote wana majina ya kwake, yaani tuseme ya dini yake. Mi nilikubali kwa vile nilimpenda mme wangu, lakini mwisho wa siku ndo akaja hivyo, akaja akaruka Sawa sawa. Na vipi kuhusiana na issue ya uh, Pipi Jojo tumeona, tumaona yeye umempatia jina la Kikristo na yeye ni Mkristo, je au uh, ndo kwa vile baba mtu alivyomkataa wewe ukajitwisha majukumu mengine yote mpaka kumpatia jina? Yaani baba mtu alivyomkataa tu, kwa sababu kuna jina alimpa akasema nampa jina hivo hivo, lakini mimi sijalizia kwa kweli. Yeye alivyoondoka nyumbani na mimi nikambadilisha mwanangu jina nikamwita Janeti na labda kulikuwa na msaada wowote ule katika malezi ambao labda alirudi au labda wakati mtoto alipokuwa na uhitaji wa baadhi ya vitu katika malezi yake, ulikuwa unamshirikisha labda? Yaani toka alivyoondoka tulikuwa hatuna mawasiliano, yaani watu tu wananiambia, labda wale ni marafiki zake, tumemwona leo kaka sehemu fulani, shemu vipi sijui nini, lakini mi toka alivyoondoka na kuna kauli aliongea kwa kweli, mi sikuweza hata kumtafuta tena. Nashangaa tu Leo ndo mmetutafuta mmekuja kutukutanisha hapa. Kwa hiyo tokea tokea miaka hiyo mpaka leo hii ndo mnakutana, mjakukutana hata mitaani, labda kwenye harakati za hapa na pale? Yani sijawahi kutana naye kwanza, nilikuwa natamani hata nikimwona mi ningemkimbia huyu, maana sitaki hata kumwona. Yani hata hapa nilipokaa, yani natamani sijui nimfanyije, sema tu ndo hivyo naogopa vyombo vya habari. Sawa sawa. na labda kwa upande wako wewe baada kuna changamoto zipi ambazo ulikuwa unazipitia kama singomaza eh, kumlea binti yako wakati huo baba yake amemtelekeza? Changamoto zilikuwa nyingi sana, yaani kuna muda uchumi ndio hivyo unashuka, biashara zinakuwa haziendi, mtu unaangaika peke yako, yaani tuseme, yaani ni changamoto nyingi, kama unavyojua changamoto za binadamu, mimi ndio nilizozipitia. Eh, katika malezi ya Pipi, Pipi Jojo wakati alivyokuja kupata umaarufu. Eh, sorry kabla ya haya yote labda alikutana kutana vipi kwanza na, eh, na Chifu? Yani kila kitu anasemaga kinapangwaga na Mungu na penye nia lazima pawe na njia. Yani ni kama tu siku mtoto akawa anachezea simu, alivyokuwa anachezea simu akaja akaniambia, mama, kuna mtu nimekutana naye amesema nimpe namba, nikamwambia mpe, labda Mungu ndo kakupa riziki yako. Nikamuuliza hataki kukuoa? Akasema hapana, anataka nisaidie tu. Nikamwambia sawa, kubali mwanangu uende huko unikwamue na mamako kimaisha. Ni kweli Mungu si Athumani, mwanangu kaenda huko, yupo anapambana, na mimi napata chochote kitu saa hizi najivunia mwanangu na ilikuwaje kwa kwewe wepesi kwa kuruhusu binti yako alivyokwambia kwamba kuna mtu anataka kuwa na mawasiliano na mimi anisaidie, kwani ilikuwaje wepesi wewe kua mwamini kwamba ni mtu aina gani, ulikuwa unafahamu kwamba ni mtu gani ambaye amekutana naye? Nilikuwa sifahamu kiukweli, kidogo nilisita ni, lakini baadaye roho ikanisukuma ikaniambia, mpe mtoto ruhusa, ki ukweli <coughs> na kiukweli nikampa na Je, yeah, alikutambulisha kwamba, alikutambulisha kwamba mtu mwenyewe aliyekutana naye ambaye anataka kumsaidia alikutambulisha kwamba ni chifu? Ndiyo, yeye yeah, aliniambia tu, ameambiwa hivyo, ni chifu. Mwisho wa siku akatumiana picha akanionyesha, e, na yule kijana nikaongea naye nikamwambia sawa. so, so, na, we ulikuwa unamfahamu chifu ni nani? Labda ah mimi hata sikutaka kujua kwa kweli, kwa sababu tu nilijua tu anataka amsaidie mwanangu sababu aliniambia mama, mi nataka nimsaidie huyu binti, nimeona ana kipaji. Nikamwambia mi nashukuru, yote heri Mwenyezi Mungu awatangulie. Na umesema kwamba yeye chifu alisema tu kwamba anataka amsaidie binti kwa vile ana kipaji eh, kipaji cha binti yeye alikionea wapi, si ndio? Hivyo alikuwa anajirusharusha tu kwenye simu e, alikuwa anaviona huko akifanyeje sijui, anaviona anacheza cheza, anaimbaimba ndio hivyo, Mungu kaamua amwonyeshe njia mwanangu, nashukuru sana kwanza, namshukuru sana yule kijana na Mungu amweke sana. Na, na kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea katika eh, kwa ujumla katika jamii kwamba watu wengi sana wanafahamu kwamba tasnia ya mziki eh, imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa watoto wa kike eh, hili swala labda unalifahamu mama wewe, ulilichukuliaje baada ya kujua kwamba binti yako naye pia anataka kujihusisha na mambo ya mziki? Mi najua mziki ni kama burudani tu, kwa hiyo mi kwangu mimi kama mzazi sioni kama ni kosa, kwa sababu mtu anafanya kitu anajua kabisa hapa anafanya nini. Mi naona kama ni burudani tu, kwa hiyo mi nimeichukulia poa tu, yaani mimi naona mwanangu aendelee tu na mziki hmm. Na kwa tulivyozungumza siku ya kwanza na mzee Omari ambaye ni baba mzazi eh, alizungumza akasema kwamba E, binti yake yeye ya alikuwa anafahamu kwamba alikuwa anamfuatilia na alikuwa anajua kwamba binti yake alikuwa ya anajihusisha na mambo ya dini zaidi. Yani wewe ulikuwa namlea kwenye misingi ya kidini. Sasa yeye pia anadai kwamba alishangazwa sana kuona kwamba ghafla binti ameingia kwenye miziki ya kidunia e, hili swala unalizungumziaje? Alishangazwa na nini kwanza, binti yake anajua ya kwamba alikuwa ni mtu wa dini sana, lakini huku baadaye anaona kwamba ameingia kwenye bongo flavor. Ni maisha tu yaliyombadilisha mwanangu, lakini hata huko kwenye bongo flavors si anaendaga na kumshukuru Mungu? Kwani ukiwa unaenda kanisani uruhusi kuimba muziki? Naam. Jambo lingine ambalo tulizungumza na mzee Omari ni kwamba alikuwa anadai kwamba hivi vitu ambavyo yeye alivyokuwa anaviona eh, alikuwa anaona kama vile ni, ni malezi sio mazuri ambayo wewe unampatia binti eh, kwa sababu binti ameonekana akiwa yuko karibu. Kwanza kabisa anaishi nyumbani kwa, eh, kwa Chifu pale ili swala wewe kama mzazi umeliruhusu vipi na umekuwa na imani gani mpaka kumruhusu binti yako akaishi pale? Mimi ndo niliye mlea yule mtoto kwanza, huyo hata huyo mzee Umari, yani hata simjui. kwanza nishamsahau hata sura yake, na kwanza sizani kama ni yeye, maana yani hata simwelewielewi kwanza, hata yani mimi naona ananitibua tu hapa. Mimi ndo nilie toa ruhusa, mimi ndo nilie mlea yule mtoto, na mimi ndo nilie mwambia nienda nenda ukakae huko. Kwa hiyo habari za Mzee Omari o Mzee Omari sijui nini nini, mi naona mnanichanganya tu hapa. Naam. Lakini pia kitu kingine ambacho hata jamii tukiachana na Mzee Omari kama ulivyosema kwamba uelewi na utaki kusikia e, jamii kwa ujumla pia watu wamekuwa wakisema vitu kama hivyo kwamba kwa, e, kwa sababu chifu yeye alijitambulisha kama mzazi wa binti Mona, lakini pia vitu ambavyo vinaendelea wakati wa kupromote nyimbo, anaonekana binti akiwa anakata viuno sana kwa, eh, kwa Chifu pale, eh, hili jambo wewe kama mzazi ulivyoliona, eh, hizo video na watu wanavyosema sema huko mitandaoni au mitaani, eh, kama mzazi umelipokeaje? Kwani mtu akijitambulisha kama yeye ni mzazi ni vibaya? Mimi nikikaa na mwanao mtu mwingine akija, si si anajua mimi ndo ni mzazi, na kukata mauno ule si ndo ni mziki. Ule ndo ustaa wenyewe. Ndio hivyo tu. Kwa hiyo wewe, swala la binti kukatika viuno kwa chifu pale uliko, umeona kwamba ni sawa, kwa sababu ni kazi? Ile ni kazi, mi najua mwanangu yupo kazini, kwa hiyo hata sishtuki na wala simlaumu mwanangu na wala simlaumu yule kijana, mi naona yupo sahihi tu. Na labda unahisi kwamba kwa nini eh, mzee Omari amejitokeza sasa hivi baada ya kuona ye mwenyewe anadai kwamba ni mmomonyoko wa maadili, amekuja kutetea upande wa binti yake, hu unahisi kwamba kwa nini amerudi sasa hivi? yaani hamna cha mmomonyoko wa maadili wala cha nini, maisha yamempiga. Ameona mwanaye saizi ana 20 huko ananisaidia na mamake saizi kanijengea nyumba. Kwa hiyo anaona huko maisha yamempiga, hela ameishiwa, ndo anajirudisha saizi. Yaani sitaki hata kumsikia, yaani sitaki kumsikia kabisa. Yaani sitaki amzungumzie hata mwanangu, hata jina la mwanangu asilitaje. Yaani alikane kama alivyokuwa ame, amemkana mtoto alivyozaliwa kwa kipindi ambacho unavyosema kwamba mzee Omari alimkana mwanaye e, familia vipi? Mlihusisha familia na zilisemaje kwa kuhusiana na hilo swala? Tulihusisha, lakini huyu enzi zake za ujana alikuwa alikuwa hashikiki, hashikiki yani, akiona ndugu wamekuja yeye kwanza anafunga safari, anaondoka. Kwa hiyo hadi familia yake imemshindwa, familia yangu yenyewe imeshindwa. Kwa hiyo ndio hivyo tu, sisi tunavomwangalia mtoto tunajiangalia na si wenyewe, yeye mwenyewe atajijua na maisha yake na labda kwa kitu kingine ambacho tulikuwa tunatamani sana kufahamu e, ni kwamba labda e, Pipi Jojo yeye e, mafanikio yake yamekuwa na na jambo gani kwenye maisha yako wewe kama mzazi? Yaani mafanikio yake kwangu mimi ni makubwa sana, yaani ni makubwa, yaani kiasi cha pesa anachopata hakosi kuniambia na kila kitu anachokifanya lazima aniambie kama mzazi. Kwa hiyo mimi ndo ninayejua anapata shingapi, anatumia shingapi, anafanyaje, na kwa siku anatumia shingapi, mimi ndo ninayejua. na labda kwa maoni tu kwa watu ambao labda wanaokuwa na wasiwasi na jinsi ambavyo binti yako anavyoishi pale kwa Chifu, una kipi cha kuambia? Waondoe shaka kabisa, mwanangu yupo sehemu salama Yaani, waondoe shaka kabisa. Yule kijana ni mwaminifu, tena ni mwaminifu, ni mwaminifu aliyepitiliza, na ana hofu ya Mungu na anajua anachokifanya. Kwa hiyo waondoe hofu kabisa. Na labda pia vile vile eh, kwa watu wengine ambao, eh, kwa watu wengine ambao pia wanatazama hii issue, eh, wanatamani wajue hisia zako, wewe una msimamo gani kuhusiana na sapoti ambayo Chifu anaionyesha kwa binti yako, na kipi cha kumwambia Yaani mi kwa kweli mi yule kijana namwombea tu kwa Mungu. Yaani kuna muda na kaaga nafunga kwa ajili yake, yaani Mungu azidi tu kumweka, amweke na roho hiyo hiyo, hata kama atapatikana mwingine wa kumsaidia amchukue, amsaidie sawa sawa. Na kwa kumalizia malizia, labda eh, una kipi cha kuzungumza kwa eh, kwa baba mzazi wa binti yako? Hebu utupe neno kidogo hapo. Yani, ndugu mwandishi, mi nishasema baba wa, u, wa, wa Jojo misi yani, simtambui yani, sitaki hata kumzungumzia yani, sitaki hata kulitaja jina lake, maana naisi ananitibua sana. Hivi kuna maadili yoyote ya kutelekeza mtoto ha? Hapana, kwa, kweli. Sasa iweje leo aibuke, aseme mimi sina maadili mazuri kwa sababu mtoto anacheza ovyo ovyo, anakata mauno mbele ya chifu? Tangazeni, mbona mimi mnioji